Ambapo wachezaji Miraji Adam na Juma Mahadhi wameibuka mashujaa kwa mashabiki wa klabu ya Coastal Union ya Tanga baada ya leo hii kuifungia magoli mawili dhidi ya timu ya Dar es Salaam ya Yanga kwenye mechi hiyo iliyofanyika kwenye uwanja Mkokwani mjini Tanga, ilichukua ili, ili dakika 27 kwa Coastal Union kuandika bao la kwanza kupitia Miraji Adam aliyefunga goli hilo baada ya kupiga vizuri mpira wa faulo. Goli la pili kwa Coastal Union katika mchezo huo uliku, ambao ulikuwa na msisimko wa aina yake lilipatikana kunako dakika 62 ya kipindi cha pili kupitia Kinda Juma Mahadhi, goli lililokuja kufuatia jitihada za Yanga za kusawazisha kugonga mwamba katika mechi hiyo ambayo sifa za ushindi wa Coastal Union zilimwagwa kwa kocha wa timu hiyo Haji Angalu. Kulishuhudiwa pia mwamuzi akitoa kadi nyekundu mbili moja ikienda kwa daktari wa Coastal Union na nyingine ikienda kwa beki wa Yanga Kevin Yondani. Katika michezo mingine iliyopigwa leo, Simba iliongezea pointi tatu muhimu katika msimamo wa Ligi Kuu Bara baada ya kuibuka na ushindi wa mabao manne kwa sifuri dhidi ya African Sports. Madui wa Kitambia uh, goli moja kwa sifuri timu ya Toto Africans ya Mwanza, na Jeki Tiruvu ikilazimishwa sare ya bila kufungana na wanalizombe Majimaji ya Songea.